Haya, ndugu <laughs> wetu wa dada wa Islamu yote ambao wamefika hapa, asalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatu. Asanteni sana, nina furaha tele kuona vile mmefika kwa kiasi kwa hafla yetu ya leo ya iftar. Hii iftar tunafanya kila mwaka, tunakuja tunakuja kukaa pamoja na Waislamu sio tu wa Nairobi hapa, lakini wengine wametoka pembe zingine za nchi, tuwe pamoja siku moja. Iko dada yangu pale Hamida Kibwana ambaye ni katibu wangu kila mara wa mbe, haraka, ina, ina kila nitoe shukrani kwa mara yeye ndio anaandaa kwa, kwa Hamida kwa mimi na furaha muhimu sana. Sasa manaake sasa tuko katika mwezi takatifu eh, ya, ya Ramadhani na hii ni moja ya pembe tano za dini ya Kiislamu. Kwa wale ambao sio Waislamu ambao wako hapa, Islamu iko na pembe tano za Uislamu. Moja ni sasa hii ya kufunga, lakini wa kwanza naita kumcha Mungu, ya kwanza. Pili ni kutoa zaka, kusaidia wasikini. Tatu ni kufunga, kufunga

funga Ramadhani yani, sorry, ya, ya tano ya, ni ya, ya hija, mmoja katika maisha yako mpaka uende kwa hija kule Maka. Hiyo ni pembe ya tano ya Islamu mbayo najua ni kabisa, lakini mimi nimesoma ni Qurani kabisa, uh, kutoka Alif Laam Meem